Haya ni mambo ya msingi kwa mfungaji kujiepusha nayo. Antatajannaba almufattirat, ni wewe kujiweka mbali na mambo yenye kufunguza, mambo yenye kufuturisha, jiweke nayo mbali. Antatajannaba almufattirat, ni wewe kujiweka mbali, kujiepusha na mambo yenye kufunguza. Min alakli, ikiwemo kula, jiweke mbali. Wa shurbi, na kunywa waljimaa pamoja na kufanya tendo la ndoa, jiepushe na mambo haya, jiweke nayo mbali. Ushajijua wewe huna subra eh? Ukiona vyakula, ukiona vinywaji, huna subra kabisa, jiweke mbali. Wakati wa mchana wa Ramadhani usiingie ingie jikoni, mahala ambako wanawake wanapikapika kule wala usifungue fungue mafriji, wewe mwenyewe huwezi kujizuia, katikati kati ya mchana wa Ramadhani, wafungue fungua friji, waziona juisi zilivyojipanga pale, ice cream imebakisha jana, mate yana kutoka tu, utakuja kula. Shekhe wafata nini? Kujitia mitihani tu eh. Kwa hivyo jiepushe na mambo yenye kufunguza, kadhalika mambo ya jimaa, tendo la ndoa. Jiepushe nalo usilifanye wala usitafute watu wa kuchokoze eh? Usiandae mazingira ya kuchokozwa katika mchana wa Ramadhani. Maana pana watu huandaa mazingira hayo, utaharibu saumu, labda kama una hiyo subra. Wakati mwingine msijifananishe, eh? na subra aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wake zake wakimbusu, akaenda msikitini. Wewe unaweza sasa usitengeneze mazingira hayo. Hebu ni chumu mke wangu niende kuswali la azizi ehe, yakiamka ya mingine, una uwezo huo? Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo usiyachokoze, usiandae mazingira ya kuharibu saumu.